Ah, ndugu zangu, siku hii ya leo katika ukweli mtupu, mimi nataka kuzungumza na watu ambao wanajiita ni waigizaji au wasanii wa filamu au watu ambao uh, wana ndoto za kuwa waigizaji wa filamu, wana ndoto za kuwa wasanii wa filamu. Sasa kuna ukweli ambao mimi nataka kukuelezeni siku hii ya leo. Hivi unafahamu kwamba filamu haihitaji kabisa mtu ambaye anaitwa mwigizaji? Wewe kama ni, msa, wewe ni kama ni mwigizaji, tambua kabisa kuwa filamu haimuhitaji mwigizaji, filamu inamuhitaji character ama muhusika kwa hiyo wewe kama msanii au mwigizaji unapambana au unajijenga ili uweze kuwa bora au kuweza kutoboa, basi hakikisha unajijenga uweze kuwa nani, uweze kuwa karakta au mhusika na sio mwigizaji tena, kwa sababu filamu haihitaji kabisa uigizaji huo. Ndo ukweli, filamu haihitaji kabisa mwigizaji. Sasa unajisikiaje pale ambapo wewe unakipenda kitu na unatamani kukifanya, alafu mwisho wa siku unakuja kugundua kwamba kile kitu chenyewe hakikuhitaji? Waigizaji wengi kuja kuferi hapo, kwa sababu wao wanajiona kwamba ni waigizaji. Kwa hiyo hata kwenye kazi nyingi wanakwenda wanaigiza igiza. Sasa ulimwengu wa sasa hivi wa filamu hakuna mwigizaji ambaye anatakiwa, tunahitaji wahusika. Wewe uweze kuvaa uhusika, uweze kuuishi uhusika. Kwa hivyo, kitu ambacho unatakiwa kukifanya wewe, ambaye unatamani kuwa mwigizaji mzuri au unatamani kutoboa katika uigizaji, kitu unachotakiwa kukifanya ni kuitambua karakta yako wewe, au uhusika wako wewe. Ni uhusika gani ambao wewe unauweza? Ni uhusika gani ambao wewe unaupenda? alafu ufanyie mazoezi. Nitolee mfano kwa mfano wewe unataka kuwa ni muhusika uh, wa wa wa, wa filamu za actions au eh, action movies au za mapambano, basi wewe unatakiwa uanze kufanya mazoezi kuanzia hivi sasa. Anza kufanya mazoezi ya viungo, fanya mazoezi, jenga mwili wako o, mwili uonekane kama kweli wewe kweli ni mtu wa action. Fanya mazoezi jenga mwili wako, kuwa mwepesi, jiunge katika vikundi mbalimbali ambavyo vinahusiana na masuala ya mapigano ikiwemo vikundi vya acrobatic, eh, vikundi mbalimbali kama vya kujifunza masuala ya karate pamoja na boxing na mambo mengine kama hayo ili jiweke fit kwa fiti muda wote alafu nenda kwenye audition yoyote ile ambayo itakuwa inamhitaji mtu ambaye ana, anaweza kufanya action. Hakuna director ambaye anaweza akakuacha wewe na vitu vyote hivyo unavyo. Hakuna director ambaye anaweza kukuacha wewe, si hivyo tu, hata character nyingine zote. Tambua character yako, ifanyie mazoezi, iishi katika maisha yako ya kila siku, alafu sasa nenda kwenye audition yoyote ile ambayo unahisi character yako pale ipo, nenda. Hakuna director yote ambaye ataweza kukuacha kama una kila kitu ambacho yeye anakihitaji katika karakta zake. Sio mbaya mtu kuwa na karakta moja, mbona kuna wasanii wengi na wakubwa wametengeneza fan base kubwa sana na wamefanya makubwa katika filamu kwa karakta moja tu. Ni kutolee mfano kuna wasanii kama akina Arnold Schwarzenegger, eh, akina Sylvester Stallone maarufu kama Rambo Eh, hawa ni wasanii ambao toka wameanza kazi zao za filamu mpaka wamezeeka mpaka wamefanya mambo makubwa kabisa katika filamu, lakini karakta yao ni moja tu. Action movies ndio hiyo ambayo imewatoa na wameishi nayo mpaka wamemaliza uh, umri wao wote katika filamu ni action action. Eh, kuna wengine ni wachekeshaji moja kwa moja, kina Mr. Bean toka ameanza, yeye ni mchekeshaji na karakta yake ile ile moja, na mpaka amefika hapo alipo. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukachagua karakta yako moja tu ambayo unaona hii karakta yangu ninaiweza, ifanyie mazoezi, itengenezee ubunifu wa aina tofauti tofauti, ambao ni wa kipekee, alafu nenda kwenye auditions, uzuria audition mbalimbali ambazo unahisi karakta yako itakuwepo, alafu tuone kwamba kama kuna director yoyote mwenye akili atakuacha na una kila kitu ambacho yeye anakihitaji. Kwa hivyo huo ni ushauri wangu mimi kwako wewe ambaye una ndoto za kuwa mwigizaji au una ndoto za kuwa msanii wa filamu. Kama utangangania kuwa wewe ni muigizaji, unataka kuigizaigiza, basi endelea kuigiza, lakini filamu haihitaji muigizaji. Ulimwengu wa sasa hivi wa filamu inahitaji uhusika, inahitaji wahusika, watu waweze kuvaa uhusika na sio kuigizaigiza. Kwa hivyo basi, waigizaji, unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini mimi sifiki mbali? Kwa nini mimi sitoboi? Kwa nini kila audition nikienda mimi natemwa? Ni kwa sababu wewe huna character. Wewe ni mwigizaji, wewe sio muhusika. Jitambue, kuwa muhusika, utafanikiwa katika lengo lako ambayo unalihitaji. Huo ni ukweli wangu wa leo katika Ukweli Mtupu, nimemaliza.